Ni siku nyingine tena katika kipindi chako bora kabisa na murwa cha Simba TV. katika juma hili kuna mengi mazuri ambayo wewe mpenzi mshabiki mwanachama wa Simba Sports Club unatamani kuyasikia na kuyaona katika kipindi chako bora kabisa. Na si mahala pengine ambapo unaweza kusikia taarifa bora na sahihi za Simba Sports Club tofauti na hapa katika Simba TV. Hapa ndio mahala pekee ambapo utawapata wachezaji wa Simba, watu wa benchi la ufundi, viongozi na wote ambao wanahusiana na Simba Sports Club wakitoa taarifa kamili hii leo Uh, kikosi kikiwa hapa uh, Tabora ndio ambapo tumezalisha kipindi chako bora kabisa cha Simba TV. Mimi ni Thobias Sebastian. Kuna mengi mazuri ambayo tumekuletea katika Simba TV wiki hii. Miongoni mwa hayo ambayo tumekuletea, kocha msaidizi Selemani Matola Veloni, yeye amezungumza kuhusiana na mchezo unaofuata dhidi ya Kagera Sugar. Nini ambacho amezungumza? Tutakuja kumsikia. Sambamba na hilo uh, mchezaji mwandamizi wa kikosi chetu Awesu Awesu, Awesu ni mchezaji wa zamani wa Kagera Sugar, lakini pia naye amezungumza kuhusiana na mchezo huo. Mbali na hayo, tuwasikilize mashabiki wa Simba wakizungumza kuelekea mchezo dhidi ya Kagera Sugar, lakini pia wakizungumza mambo mazuri ambayo yanahusiana na klabu yetu. Mimi ni Thobias Sebastian. Tupate mapumziko mafupi kisha tutarejea. ize kocha msaidizi Selemani Matola Veron, yeye amezungumza kuhusiana na mchezo dhidi ya Kagera Sugar. Kagera ni miongoni mwa timu ambayo katika ligi kuu ya NBC msimu huu e, imeshuka daraja msimu ujao itaenda kucheza championship. Matola amezungumza kuhusiana na ugumu wa mchezo huu, maandalizi na nini ambacho tumejiandaa kwenda kuhakikisha tunapata pointi tatu kama ambavyo malengo yetu eh, malengo yetu yalivyo. Huyu hapa Selemani Matola akizungumzia mchezo huu ya kiufundi Unajua, katika mpira mchezaji anajiuza mwenyewe kwa sababu timu imeshashuka lakini mchezaji awezi kukubali kushuka. Zimebakia mechi tatu za kuweza kujiuza aweze kubaki kwenye Premier League. Kwayo, ye, kwa hiyo gumu unaokuja kwamba mchezaji anataka kucheza kama yeye kwa juhudi zake binafsi aweze, aweze, aweze kubaki kwenye Premier League. Kwa hiyo inakuwa ni mechi ngumu sana unapokutana na timu ya namna hiyo. <coughs> Asante sana mara baada ya kutoka kumsikia kocha Selemani Matola, tumsikilize Awesu Ali Awesu ambaye yeye amepita na amecheza Kagera Sugar, ni timu yake ambayo kabla ya kuja katika kikosi chetu cha Simba Sports Club amewahi kupita hapo, akionyesha performance bora na nzuri kabisa. Timu hiyo imeshuka daraja, msimu ujao itakwenda kucheza championship. Huyu hapa Awesu Ali Awesu akizungumza kwa niaba ya wachezaji wote wa uo Simba Sports Club kuelekea mchezo huo. Msimu mpaka sasa hivi ni mgumu e, tangia naanza msimu mgumu mpaka tunaenda kumalizia, pia tunamalizia kwenye ugumu. Sawa turudi ee, mchezo unaofuata tunacheza dhidi ya Kagera Sugar. Hebu, kwa namna ambavyo mwaona Kagera, ee, zunguzia mchezo. Kagera ni timu nzuri, timu nzuri sana, wana mwalimu mzuri, haijalishi kwa wameshuka wame daraja lakini wamepata mwalimu mzuri kipindi ambacho wao wenyewe wanajitoa kwenye matatizo, lakini isivyokuwa bahati ndo hao wameshuka, lakini haimaanishi kuwa itakuwa mechi mbaya. Kwa namna ambavyo umewaona Kagera, msimu huu hawajafanya vizuri, wameshuka kwenye ligi, uone utakuwa ni mchezo mgumu. Mchezo mgumu kwa sababu wanakuja, hana cha kupoteza kwao, wanakuja kucheza individual zaidi kuliko kitimu kwao, mchezo utakuwa mgumu, kwa sababu wanakuja hawana wasiwasi wa kitu chochote. Wakifunga Simba wakisuru, wao hawana, wakifunga wao hawana kitu chochote. Kwao mchezo utakuwa mgumu, kwa sababu watakuja kucheza, kila mtu ataonyesha kile kitu ambacho yuko nacho, lakini sio kitimu kwao. Tumewafunga nyingi, nadhani kwetu itakuwa hivyo. yes, ya, waki, wakija vibaya watakutana na walichokutana raundi ya kwanza. Wakija kuwa ku, ku respect Simba watakuja tutapata lakini kama hivyo ninavyokuambia, mechi itakuwa ngumu. kiasi gani imekugusa baada ya Kagera kushuka? Kwa sababu ni miongoni mwa timu ambao umepita, kiasi kikubwa sana sana, kwa sababu timu kama Kagera timu kama Mtibwa, mi nawapongeza Mtibwa kwanza kurudi. timu kama Kagera timu ya kiwanda inalipa kwa wakati, ina vitu ambavyo mchezaji anapata stake yake kwa wakati. Kwa hiyo timu kama zile zikishuka, unakuwa yani kama mdau wa mpira au kama mchezaji, inakuwa inakugusa sana. Shukran. Asante sana. Hawa hapa ni baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club ambao tulizungumza nao moja kwa moja eh, nje ya uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora, wakizungumza na nini ambacho wanatamani ukukiona kwa wenye kikosi chao msimu huu. Hebu tusikilize eh, baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club wakiwa Tabora wakizungumza maneno haya kuhusiana na timu yao. Timu yangu mimi naiona kwa kweli iko vizuri, kwa sababu kwanza watakuwa wamejitahidi na hatua waliofikia. Mimi kwa binafsi yangu naona wako vizuri, kwa sababu gani kwanza ndo tunatengeneza timu lakini paka na paka nafasi ulionao kwa saizi Mungu unaona ni anajali ya. Mechi ijayo tunacheza na Kagera ambayo ishashuka daraja. Unazungumziaje hiyo mechi? Ah, hiyo mechi mimi hiyo kwangu ni ngumu, kwa sababu Kagera nao japo ameshashuka daraja, lakini atahitaji aonyeshe uwezo wake na wachezaji walionao, kiasi kwamba wale wachezaji nao wanaweza kuangalia na vilabu vingine kwa ajili ya uwezo wao. Ndio, haina noma mwanangu. Unaitwa nani? Naitwa Pascal, natokea Tabora hapa. Unatokea Tabora? Ndio bwana. Tuambie mechi na Kagera unaionaje baba. Ah, hii mechi wanafungwa, wanafungwa. Hapa hapa ni ubaya, bwela. Hapa ni ubaya, bwela, ubaya, bwela. Hawasumbui vizuri, hawasumbui vizuri hata kidogo. Wasumbwani wa kwetu vizuri kabisa. Eh, haina noma mwanangu bwana. Vipi ndugu yangu? Safi, vizuri. Unaitwa nani baba? Unatokea hapa? Ninatokea ufuruma Tabora vijijini bwana. Msimu msimu huu timu yako ya Simba Sports Club unaizungumziaje na unaionaje? Kwa kweli timu hii mwaka huu ni nzuri na ni timu kali sana. Japo wanatubeza wa, wa, majirani zetu lakini wako ya chini zaidi kuliko yeah, sisi na ni bora sana kuliko kuliko wachezaji wote ambao tuna, na ni timu zote tunazocheza klabu bingwa. Japo gari imekufurahisha uh, zaidi kuhusiana na timu yako msimu huu. Imenifurahisha kwanza tumeingia kucheza finali. Baada ya fainali, tunataka tuchukue na hii na ubingwa nani, NBC, ili msimu ujao basi tucheze klabu bingwa. Mechi ijayo tunacheza na Kagera, unazungumziaje? Baba wanalala, wanalala, piga vizuri, hamna shida, hawasumbui kabisa, haina no. Haya, kuwasikia mashabiki wa Simba Sports Club, lakini pia tujikumbushe mchezo wa mzunguko wa kwanza wa ligi kuu ya NBC. Sisi Simba Sports Club tukiwa ugenini katika uwanja wa Kaitaba pale Bukoba, Kagera Sugar ndio walikuwa wenyeji wa mchezo huo. Tuliwapa kipigo cha kutosha, tuliwanyoosha, tuliwapelekea pumzi ya moto, tuliwafanya ubaya ubwela. Embu tujikumbushe mchezo huo jinsi ambavyo ulikuwa, lakini pia mabao yote ambayo yalifungwa katika mchezo huo Goma Jana huwa ameiweka pembeni kwa Mohamed Hussein, waka cross kwa jana, nafasi kwa Simba, Shomari Salum Kapombe anakwenda kuwatanguliza Simba hapa katika uwanja wa Kaitaba. Ilionekana tu wakati ile cross inapigwa na Mohamed Hussein Zimbwe, Shomari Salum Kapombe. Hii ni kuonyesha flanks za pembeni kwa pande za Simba zina overlap anakwenda kuwatanguliza Simba, bao ambalo linamwacha mlinda mlango Ramazan Chelamanda. Abbas Ali Ahmedi Ali, msemaji wa Simba, kana kama waliduwazwa hivi na bao hili la Shomari Salumu Kapombe. uzamili wa Said anakwenda kumpongeza na akiwa na sali Shomari Kapombe, tazama Muhamed Huseni asi yake alipicha ile Muhamed Huseni alitazama kule

Weka kono moja ndani ndane huko sasa, Fabis Luamba Ngoma oh! yes! akiwa anaonyesha ile tano, akiwa naambia hapa hapa katika uwanja wa Kaitaba Bukoba, bao la tatu kwa Simba, bao la tatu kwa simba Fabis Luamba Ngoma akiwa anaonyesha na kuonyesha wana Simba kwamba kila ambacho wamekuja kufanya na wana chapo Simba

sividasemukwala akiwa na watazama kama na waona hivi. Chalamanda Ramadhani anatia huruma katika lango lake. Abdalla Mfuko haelewi wafanye nini. Paolo tano Kagera Sugar wanarusu katika mchezo huu, mlima mrefu mno Kagera Sugar. Mara baada ya kutoka kushuhudia mabao ambayo tuliyafunga katika mchezo uliopita, kwa maana mchezo wa mzunguko wa kwanza eh, wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Kagera Sugar eh, tuangalie mahojiano maalum na mchezaji nahodha wa zamani wa kikosi cha Simba Sports Club golikipa Mohamed Mwameja, yeye amezungumza namna gani ambavyo Simba ilifanikiwa kumsajili kumsa, huku alipotoka na kuja Unyamani, tumsikie mwenyewe. Alisajiliwa na Simba kutoka wapi na alitokea wapi kuja Unyamani na ilikuwa ni mwaka gani Simba ilifanikiwa kupata saini yake? Uh, mimi kwanza napenda naamini kitu kimoja kwenye maisha. Uh, ukawa mali muda mrefu kuna faida kubwa, hasara kidogo, kwa hiyo mimi Simba baada ya kufika Simba tu, kwanza Simba, uh, Simba nilitwa na watu uh, nakumbuka tulikuwa timu wa taifa Idi Pazi alimwambia uh, uh, mzee Juma Salum kipengele marehemu kwamba, mimi sasa hivi naona uh, huyu kijana atakuwa msaidizi mzuri kwangu, mimi kwa naomba viongozi wa Simba na mzungumze na kijana aweze kuja mi nikamwambia bwana bado, uh, nikija hapo nafasi kwa hiyo taasai kwa hiyo alinishawishi Aidi Pazi kenda uh, uh, kamwambia ambeji kijana atakua msaidizi mkubwa, kwa hiyo Simba kuja Simba zamani kuna upendo sana. Idi Pazi, tupo Gabon na timu wa taifa a uh, tuoabna timuwa taifakaa Simba nisaidie mi nikaambia nda kucheza, nikija pale siwezi kucheza timu ya taifa ku imikaa benchi alibushira anaanza yake mimi mtu wa tatu ipo jukwani kule, timu yangu ya Coast inacheza, akamwambia simdeoji na Mzee Juma Salum marehemu akanifuata Tanga Coast, wakataka kutoka akasema, uh, kijana sisi i uh, zamani akuna mikataba, kuna fomu ya saini ya miaka mitatu

ndiye kananiambia bwana, sisi tuna shida ya hela, tuna shida ya pesa na simu za kupata sisi pesa kufanya wewe cha kufanya na sisi, milioni moja tukuruhusu uondoke, sisi tupate pesa. nikamwambia sawa, hapo tukubaliana. Nikawa nikasema sisi tutamdai kijana huyu milioni moja, kuna vifaa nilimpa milioni moja, nikasema ni kweli basi. na ndio tushapanga hivyo sasa, tushapanga hivyo kweli, wakalipa pale, na mimi kipindi kile nikaomba hela ya kwangu kama mimi sasa, ambayo ilikuwa ni hela kubwa sana kipindi kile, iliomba laki nane e, na bahati samanini, sitaki kuzungumza uongo, kweli asimjaoji, kipindi kile akasema, hiyo hela iko ndani ya uwezo wangu, sitakupa nusunusu i kagizia duka moja pale Tanga barabara ya jamaa pale, nikapoa laki nane keshi, ilikuwa ni hela nyingi sana. Kuna chalenji ya watu watatu, kuna Makenzi Ramadhani akutaas, nikafikia mtaa wa muonda pana gesti moja pale kaka pale, si pale, kaka pale, kipindi cha kujiandaa haya mazingira ya kwenda pre-season haya, kipindi hicho hutoki nje ya, ya, utoki Tanzania, tulikwenda Arusha pale, najiandaa na East Africa Zanzibar, kaka Arusha pale kwa muda wa miezi mitatu, no mwezi mmoja, ili kijenge hoteli pale, ili siku ya mwisho, wana utamaduni Simba kufanya dua ya dua mzee Juma Salum akaja na timu yake akaja na mzee mmoja kutoka Lamu. Yule mzee Sharifu nani, simkumbuki. Bas kweli, tukafanya mazoezi pale tuko 30 kipindi kile. Sasa 30, tukafanya dua pale, tukamaliza dua. Baada ya kumaliza dua tu, ikabidi, uh, viongozi waseme leo tutachagua kapteni wa Simba Sports Club. Ndio, ni hapo tunachagua captain wa Simba Sports Club. Wakati ulikuwa na captain tayari wapo. Sina moja. Sina moja. Wapotmoj alikuwa Idipazi na Ramadan Leni, au ndio captain ambaye tumekuta Simba Sports Club. Ramadan ambayo alikuwa mkipa. Namba sita. Namba sita. Eh. Eh, Ramadhani alikuwa namba sita. Basi tumekaa kijengi hoteli pale sina moja mshoni Aayakaia majina matatu majina manne, aliandikwa Ramadhan Leni, Idi Pazi, akaongezeka soma na Malota, soma bol jagra Nachumila ka majina hayo manne, au ndio wazamani wakongo tumekuta wenye. Basi nikakaa kidogo pale, vikaratasi vinatembea vya kura. Yule mzee aliokuja na mzee Juma Salum. Ule mzee aliokuja a Juma Salum akasema, kijana huyo huyo mwandikeni. Nyinyi hapo sijui nani akasema mwandikeni pale, nikasema mgeni, akasema mwandikeni tu, nami nikaandikwa pale kwenye uchaguzi wa kapteni, majina matano nikaongezeka anamjalja mbili basi pale mwenye ni thelathini, kura pale mwenye alijikataa, sababu ni mgeni kwenye zamani wale kwa zaidi ya thelathini, mimi nilipata kura, anenifuatia ishirini na tatu ni alikuwa soma akapata kura kumi na saba nimchagua ambaye nilimchagua mtu mwingine kuwa captain, nikaandikwa masini ya mawili bwana, siwezi kuwa captain kwa timu ambayo imekuwa tayari. Akasema hapana, umechaguliwa. Nikakataa, baadae meenda chumbani, akanifuata marehemu mzee Hayubu, meneja wetu mzee Juma Salu marehemu, akaja nao mzee, akasema hapana, mpaka nimekupinti uwe kapteni hii timu ta zinaendana na, na utaanza kuona mafanikio si muda mda mrefu. Kanibeleza pale, kabidi nikubali kwa shingo pale. Tukienda Zanzibar ndio mara ya mwanzo kabisa ninapanda kuchukua kombe. Kabla ya kuondoka, Kinanda Zakaria tunafunga Yanga wa penalti pale. Abubakari Shua Boi anakosa penalti, mpira wake anawahi kupigia pale hasa alikuwa anawakimbiza sana Yosef Lazaro Kasamusa huyo, kwa sina wakimbiza sana Juma Mgunda, anajua yote. Sasa imefika zamu make mimi nacheza penalty. Kasongo anakosa. Cheza penalty toa mid anakosa. Hivyo ikafika kati ile moja moja sasa. Tunapata anapata. Wakabaki watu wawili. Kwa watatu. Alibaka Makalebela, Yosef Lazaro. Kwetu wakabaki kama sikosei Uh, chumila kama lota hivi, na mimi sasa kafika zamu ya Yanga kupiga penalti, umesha yale yao. Yosef Lazaro anamaka pigi penalti, anapigia mzuri sana, Yosef Lazaro, mzuri sana kasi masi pigi penalti. Tunajuana namjua huko huku, afidiali marehemu anasema zamu yenu kupiga, anasema si pigi penalti. Basi wakamfata viongozi mzirai katuwe Yanga wale mzirai

Abana, nadhani utakuwa umeenjoy na kufurahi kati ya yale ambayo ulipata nafasi ya kuyaona katika Simba TV ndani ya juma hili. Kuna mengi mazuri wewe mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club, ulikuwa unatamani kuyaona na kuyasikia. Ni hayo hapo ambayo tumekuandalia ndani ya Simba TV wiki hii. Kuna mengi mazuri ambayo tunakuandalia kwenye Simba TV kwenye juma lijayo. Mimi ni Thobias Sebastian ambaye nilikuwa mtayarishaji wa Simba TV katika juma hili, lakini pia usiache kuangalia eh, vipindi bora kutoka hapa Simba TV. Kuna mengi mazuri ambayo wewe mshabiki, mwanachama wa Simba Sports Club, utakuwa ukicheka meno yote 32 nje kwa kile ambacho utakuwa unakiona kikuhusiana na klabu yako. Mimi ni Thobias Sebastian, bye.